Shughuli kuu za kiuchumi katika mkoa wetu Katavi ni suala la utunzaji wa mazingira na ufugaji wa nyuki, na kwa maana hiyo tulitoa kama kipaumbele cha mwaka wa fedha tulionao, kwa kuhakikisha kwamba tunaimarisha zaidi eh, shughuli hii ya ufugaji wa nyuki, lakini pamoja na masoko ya asali pamoja na mazao mengine yanayotokana na nyuki. Kwa hiyo mradi huu uko katika mahali salama umekuja kwa wakati mwafaka wa kuhakikisha kwamba kipaumbele kile cha ufugaji nyuki kinatendewa haki katika nyanja zetu mbalimbali na katika halmashauri mbalimbali. Kwa hiyo niendelee kushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutoa fedha za mradi huu kuongezea katika bilioni moja nukta tatu ambazo tumeshazipata za kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo katika mkoa wetu. Wito wangu wa kwanza halmashauri ya Tanganyika, hakikisheni mmesimamia vizuri mradi huu ukamilike kwa ufanisi uanze kutumika mara moja itakapofika tarehe moja ya mwezi Julai uanze kutumika ili wafugaji hawa wa nyuki waweze kupata manufaa makubwa. Jambo la pili, wafugaji wa nyuki katika halmashauri ya Tanganyika popote walipo, lakini na maeneo ya karibu hata kutokea halmashauri ya manispaa Mpanda na kadhalika, basi niwape shime ya kuja kujisajili katika ushirika huu wa wingi ili ushirika huu uweze kuimarika zaidi, na wanufaika au wana ushirika waweze kupata manufaa makubwa yanayotokana na ushirika huu. Nafurahi sana kuwepo wewe. Katika vipaumbele vitano vya mkoa wa Katavi ulishasema, ni pamoja na ufugaji wa nyuki. Kwa hiyo kuwa na kipaumbele cha ufugaji wa nyuki ni jambo nzuri, jambo nyema, ambalo unatufanyia mambo mengi, unamsaidia sana, ulishafanya vikao vya awali lakini bado naki tunaendelea kwa kana vigao vingine kwa ajili ya kuboresha zao la ufugaji nyuki kwa wilaya ya Tanganyika kwa ujumla, kwani ufugaji nyuki unatunza mazingira na bila mazingira hatuwezi kupata fursa nzuri. Unaona unabatia kabiaiaateni miti bate miti lakini jambo jingine, mheshimiwa, sisi ni chama kichanga okiiana umisajiriwa ane nne mwezi wa nne mwaka huu. Sasa kama chama ni kichanga, kuna baadhi ya vitu ambavyo tunaomba sana tuweze kusaidiwa na Mheshimiwa wa mkurugenzi wa halmashauri. Tunahitaji tuna ujenzi wa choo, kuna ujenzi wa choo unagharamia kama shilingi milioni mbili na laki mbili, lakini tunahitaji kuvuta umeme, kuvuta umeme, lakini tunahitaji kuvuta maji papa na hapo, tunahitaji tutengeneze chaga ili zile asali akakoa unaziweka zikae kwenye chaga. Kwa hiyo tathmini ni kama shilingi milioni nane, ambazo naomba sana, pamoja na kazi kubwa unaifanya halmashauri ya Tanganyika, lakini ni mema a saidiwee chaga kwa sababu chamba atilichangaakini ziuishikaashika ngugu hata aauzi Awali ya wote mimi nashukuru uwepo wa ofisi hii kwa maana ya ufugaji nyuki. Nashukuru sana kwa sababu itaturahisishia, ina maana uwepo ya, ya, wa kupata wadau mbalimbali kwa maana ya kwa maana ya wadau wa masoko. Kwa hiyo hicho kipengele nakishukuru sana kwamba wateja watapata, tutauza kwa, kwa kupitia mfumo wa kupata wateja mbalimbali ambao ni wadau kwenye mfumo wa amba masoko ambayo itakayotuwezesha uchumi wetu kupanda.